Sita, hata wajumbe wa kamati hiyo wote kwa sehemu kubwa ni wateule wa rais na hivyo uhuru wao wa kutia maanani, uhuru wao ni wa kutilia maanani. Ni vema kabisa kuwa kamati hii iwe i, na, na, na, na, ya kijaji yani, ya majaji kama ile iliyoundwa kuchunguza E, mambo yanayohusu majaji wanapochunguzwa dhidi ya ukiukwaji wa maadili ili iweze ikatoa maamuzi yanayoheshimika na kukubalika. Namba saba, kamati ya usaili inaundwa na kifungu cha tisa moja na kujumuisha jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano jaji mkuu wa Zanzibar ambaye atakuwa makamu mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa Tume ya Haki na za Binadamu na mjumbe mwingine mmoja atakayeteuliwa na rais kwa kuzingatia jinsia. Isitoshe kusema kuwa hiki ni kitu kipya na kama tulivyosema hiki ni kitu ambacho hakimo katika katiba. Ili kamati hii iweze kuwa na nguvu na iaminike, ni lazima ianzishwe na katiba, na vile vile wajumbe wake wawe ni tofauti na hawa ambao wanaonekana ni wateule wa rais, kama tutakavyoonyesha hapo chini. Kwa mfano nchini Kenya, kwa mfano wajumbe wa kamati ya usaili wanateuliwa na vyombo vya kisheria ikiwa ni pamoja na tume ya utumishi, utumishi wa bunge, chama cha sheria cha Kenya, baraza la pamoja la viongozi wa dini na rais, yeye hupelekewa majina ili atangaze uteuzi na sio kuwateua.